...Kitui kutenga eneo salama kwa wakimbizi wa ndani kwa ndani waliokimbia makwao baada ya kushambuliwa na walishaji ngamia katika eneo la Musenge, Kitui Kusini. Mfadhili na msamaria mwema Dakta Rhodha Kithuku alitoa ombi hilo alipowatembelea wahadhiriwa waliopata hifadhi Mutha, akiwapatia chakula na mahitaji ya msingi. Akizungumza na wanahabari, Dakta Rhodha alisema mazingira waliofukuzwa ni hatari, hivyo serikali na wasamaria wema waingilie kati kuwatafutia makazi bora. Aidha, alionya kuhusu hatari ya mimba za mapema na visa vya unyanyasaji kutokana na vijana kushindwa kuhudhuria shule baada ya vifaa vyao kuchomwa. Kuna watu wetu wamechomewa manyumba na keto ladders pale kwa mipaka na walipochomewa manyumba zao wakahama kwa sababu ya insecurity, wakakuja wakapata mahali, wakapewa mahali na, na msamaria mwema na wajaweza kujenga hapo mahali. Wameweka tu mabati, makaratasi ndio wanajifunika na ndio hapo ndio mahali wanalala. Kile kingine ningependa kuomba pia the county government inaweza angalia kama inaweza kutafuta mahali isettle hawa watu wetu ndio wapate makazi ma yenye ni bora na yako na yako na heshima kidogo, kwa sababu wamama kulala chini na wasichana wadogo kulala chini, hata wasichana e, wa makamu e, teenagers wanalala chini, kwa sababu walichomoa mpaka hata school uniform na vitabu, so, hawaendi hata shule, wakienda shule au kama ni kwenda shule wanaenda na uniform. Na kwa sababu ya hii hali mbaya ndio maana tuko na high cases za early marriages. Na kwa sababu ya hizo eh, shida zenye ziko kwa manyumba, wanaolewa wasichana, wanaamua kuolewa mapema waondokee hizo shida ziko kwa boma. Na tunataka wasichana wetu wasome na wakuwe na mahali pazuri, ndio wakuwe viongozi wa kesho. So tungeomba viongozi wote eh, wa county government na national government waangalie jambo hili na wasaidie watu wetu wa Mutha ward. Na kando na hiyo tunauliza watu wasamaria wema wakuje, tusaidiane sote, tusupport watoto wetu, tusupport wa mama zetu, tusupport wazee wetu, ili wajue pia wao wako wako katika Kenya hii, wasiishi ni kama ambao wao si wa Kenya na wengine ndio wa Kenya. So, let's support them.